Mwanamuziki wa pop, rock, R&B kutoka Canada, Celine Dion Ebana ameweza kueleza ni kwamba ni namna gani ambavyo anamkumbuka mume wake Rene Angelil ambaye aliweza kufariki mwaka 2016 eh, kwa maradhi ya saratani ya koo. Siku za hivi karibuni, kama inavyofahamika kwamba dunia yote ebana, tarehe 15, ilikuwa ikiadhimisha siku ya kina baba duniani. Sasa Celine Dion yeye ameweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa ukiwa, ukiwa unasomeka hivi leo na waza kuhusu kina baba wote wanaowalea watoto wao kwa upendo subra, e, kwa nguvu ya utulivu wakijitahidi kuwa pamoja nao kila wakati. Asanteni kwa nyote mnayoyafanya. Akawa ameandika maneno hayo, e bana, Celine Dion kupitia ukurasa wake wa Instagram kwa mpenzi wangu Rene e, bana huenda haupo tena nasi kimwili, lakini upendo wako unaishi ndani yetu. Ulitufundisha e, kuwalea wavurana wetu, lakini pia e, bana kuwa mwema wakati wote, kujiamini, lakini pia kututh, kututhamini. Hiyo ni zawadi e, kuu kuliko zote. Akawa ameandika maneno haya e, Celine Dion baada ya kuonekana e, bana, ameanza na ujumbe wake wa kwanza, lakini pia akafuata huu hapa ambao ni ujumbe kwa mpenzi wake ambaye aliweza kufa 2016 kwa maradhi ya saratani ya koo. So huo ndio ujumbe ambao e, bwana mwanamuziki huyu wa pop lakini pia rock, R&B Celine Dion aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram kama kumbukizi tu ya sikukuu ya kina baba duniani e, kote kwa ujumla. Tupe mtazamo wako mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye njia comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.